Naomba niwatamkie ya kwamba katika uchaguzi unaokuja nitagombea jimbo la Mtumba. Ah! nazo sababu, nazo sababu, naomba mnikubalie, mnisikilize. Niliwaomba sana msishangilie nazo sababu Mimi nimekuwa mbunge kwa miaka kumi hapa liko jambo yako mambo ma, mawili makubwa ambayo yanagusa eneo kubwa sana la wananchi. na ambayo sitabaki na amani hata kidogo, maamuzi yangu yangekuwa tofauti. Ni swala sio swala kwamba sipendi sana Dodoma mjini, kwamba napenda sana Mtumba, lakini ni, baada ya kuomba Mwenyezi Mungu, ongeza sababu zote nilibaki na swala la amani ya nafsi, ndio ilikuwa jambo linanitatiza sana, ndugu zangu kwa tuna changamoto ya ya barabara ya kutoka Kilimani Ntyuka Mvumi. Barabara hii kwa miaka zaidi ya arobaini imekuwa ikiaidiwa, haijengwi, lakini tumejitahidi, barabara hii imejengwa na mkandarasi huko, anaendelea na kazi kwenye barabara hii. lakini iko barabara nyingine ambayo ime- imekaa kwa muda mrefu na ambayo kwa muda wote imekuwa ikitolewa ahadi, barabara kubwa ya Ihumwa, Hombolo, Mayamaya maya, nimejitahidi kufikisha mpaka ilipofika hapa. Inaendelea bado kuhitaji nguvu yangu jambo hili liweze kutimia. Na nimeangalia kwa njia ambazo nimepita, na nikiacha katikati na eneo linaogusa zaidi ya watu laki moja ambao imekuwa ni changamoto kubwa sana. Nimejitafakari sana, nikasema nikiondoka hii kitu haijatimia, nafsi yangu haiwezi kuwa na amani hata siku moja. Ngebaki na mzigo mkubwa sana katika moyo wangu, kwa nilitamani kuona ndoto hii inatimia katika jambo hili na ili ni lazimu kuyafanya maamuzi yangu yaelekee huku, lakini tumejenga hoja, jambo ambalo nimepambania kuanzia mwanzo tunajenga mji mpya wa kisasa Hombolo Thematic Satellite City kuanzia kuanzia mji wa serikali kwenda mbele, na tayari watu wa UNDP wako hapo Dodoma, wako Tanzania, wanaingia Dodoma tarehe 20 kwa ajili ya jambo hili. Ni miradi ambayo imekaani mwenye tafakari ya kwamba imesaidia kuianzisha ukija kuiacha njiani bila kutimia, ingebaki na naumia sana moyoni nafsi yangu na mzigo ungekuwa mkubwa sana.